inachukiza ni chukizo kufanya jimaa katika wakati miongoni mwa nyakati hata kama tendo hilo ni halali. Kal akasema Imam salamullahi alayhi min tului, naam min tului lfajri ila tului shams, nichukizo kufanya tendo la jimaa wakati wa alfajiri, wakati wa mwanzo wa alfajiri mpaka kuchomoza kwa jua, kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuchomozwa kwa jua wa min maghibi lshamsi ila maghibi lshafak, na kuzama kwa jua mpaka kupotea kwa wingu jekundu la magharibi, ni makuruhu na ni kero, ni chukizo kufanya tendo la ndoa. Wa fil yawmi alladhi tankasifu fiha sham, fihi shams, na siku ambayo jua linapatwa. Wa fil laylati allati yankhasifu fiha alqamar, na usiku ambao mwezi unapatwa. Kwa hivyo kupatwa kwa mwezi na kupatwa kwa jua ni makuruhu kufanya tendo la ndoa, ni makuruhu kufanya jima. Anasema, wa fi wa fil yaumi wal lailati allati takunu fiha arihu asauda, na usiku na mchana ambao panakuwa na upepo mkali, upepo mkubwa ambao unaitwa ni rihu sauda, upepo mweusi au rihu alhamra, au upepo mwekundu auirrihu assafra au upepo wa njano. Ni makuruhu wakati huu kufanya tendo la jimaa. wal yawmi wal lailati lati takunu fiha zilzala, na siku na mchana ambao panakuwa na tetemeko la ardhi. Unapoona tetemeko la ardhi, hata kama likiisha siku hii, epuka kufanya tendo la ndoa, kwa sababu ni makuruhu na ni chukizo kufanya hivyo. Anasema Imam salamullahi alayhi wa qad bata rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam lailata alkhasf al inda ba'di nisaihi falam yakun minhu fiha ma kana minhu fi ghairiha ishapata kutokea zama za bwana mtume alilala nyumbani kwa mmoja wa wake wa wa zake usiku ambao palikuwa na zalzala palikuwa na tetemeko la ardhi bwana mtume akalala katika moja ya familia zake na usiku ule hakufanya chochote mpaka ikafika asubuhi. Ilipofika asubuhi, faqalat lahu hina asbah